Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Mteja siku zote ni mfalme na sisi tunataka iendelee kuwa hivyo hivyo. Nataka niwahakikishie mtaendelea kupata ushirikiano mzuri sana kutoka kwa watumishi hawa ambao kwa kweli wanafanya kazi kwa ajili yenu. Tunawahimiza watumishi hawa waendelee kufanya kazi vizuri na wananchi. Mheshimiwa Rais, legacy yake na maono yake ni kutaka Tanzania nzima vitongoji viweze kupata umeme, ndio maana mnamuona anahangaika kutafuta fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya umeme kwenye vitongoji. Mwaka 2020 wakati tunainadi ilani ya Chama cha Mapinduzi tuliahidi tutafikisha umeme kwenye vijiji vyote elfu kumi na mbili mia tatu na kumi na nane ifikapo Disemba 2025. Ndugu zangu Mheshimiwa Rais akati anaingia kulikuwa kuna vijiji elfu nne na sabini na moja havina umeme. Mama huyu kazi hii ameifanya kwa uadilifu mkubwa sana, na nyinyi ni mashahidi, ametimiza kufikisha umeme kwenye vijiji vyote ikiwemo hapa Makete. Ndugu zangu, Serikali hii ya awamu ya ya sita imefanya kazi kubwa sana kwenye miradi ya umeme, pamoja na changamoto ambazo zinajitokeza, mtakubaliana na mimi kwamba kazi imefanyika.